Asante sana Faraja, tunawambia Watanzania wametakiwa kutotumia matangazo ya kuzaliwa au vifo yanayotolewa na wakala wa usajili ufilisi na udhamini RITA kama cheti rasmi, na badala yake watumie matangazo hayo kwenda ofisi za RITA kufuata vyeti halali vya kuzaliwa au vya vifo. Na ili kuhamasisha Watanzania kujenga tabia ya kufuatilia vyeti vya kuzaliwa watoto wao, RITA serikali imeondoa ada ya shilingi elfu tatu mia tano ambayo awali mzazi alipaswa kulipa kwa ajili ya kupata cheti hicho cha kuzaliwa. Akitoa taarifa hiyo kwenye mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kaimu afisa mtendaji mkuu wa wakala wa usajili ufilisi na udhamini RITA, Emmy Kalomba Hudson, amesema kufuatia programu walioendesha mikoa wa mitano nchini ya kuhakikisha watoto walio chini ya umri wa miaka mitano wanapata vyeti vya kuzaliwa wamebaini kuwa Watanzania wengi mara baada ya kupata tangazo la kuzaliwa au la kifo, wamekuwa hawaendi kwenye ofisi za RITA kufuatilia vyeti vya kuzaliwa au vya vifo, hali inawafanya wahusika kutokuwa na vyeti sahihi na kusababisha taifa kukosa takwimu sahihi. Tulipopeleka mpango huu tulifanya wakati huo kwa, kwa, kwa, kwa mkoa wa Iring Njombe, watoto ambao walikuwa wamesajiliwa na kupatiwa vyeti walikuwa ni asilimia nane point tano lakini, baada ya zoezi hili ndani ya muda mfupi, tumesema tumezindua tarehe ishirini na mbili Septemba na leo ni tarehe ngapi? Tarehe kumi na nane tuna asilimia tisini na nne, oh no sorry, tuna asilimia 98. Tunarahisisha huduma na taratibu za upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa kwa wananchi tukianzia na kundi la watoto wadogo wa, wa chini ya miaka mitano ambalo ndio kundi la mwanzo kuhakikisha kwamba matukio haya yanasajiliwa karibu zaidi kwa muda mfupi pale yanapotokea katika kuhakikisha kila mtoto anayezaliwa anakuwa na cheti cha kuzaliwa. RITA kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imebuni na kuanza kutekeleza mpango wa usajili wa kutoa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano mpango ambao unaendelea kutekelezwa katika mikoa mitano ya Tanzania Bara ikiwemo Mwanza, Mbeya, Songwe, ambapo hivi karibuni mpango huo ulizinduliwa katika mikoa ya Iringa na Njombe, zoezi ambalo limeonekana kufanikiwa kwa asilimia 98. Kisa Mwepiana, Channel 10.